Karibuni kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Tunakuja na mada nyingine ya kutaka tuelewe ni nini faida za kujitambua. Sehemu hii ya mafundisho inaeleza umuhimu wa kujitambua au faida gani tunapata tukifikia kiwango cha kujijua, cha kujielewa, cha kujitathmini, cha kujipenda na kujiheshimu Tukishajua hizo nguzo zote zinazoonyesha maana ya kujitambua, ni nini faida yake? Tukishafikia kiwango cha kujitambua, ni nini faida yake? Ni nini umuhimu wake? Sehemu hii inatufundisha kwa upana kidogo kuhusiana na umuhimu au faida za kujitambua. Faida ya kwanza ni kujiamini. Ukifikia kiwango cha kujitambua, unaanza kutengeneza kujiamini. Kujiamini ni kule kujua uwezo wako na kujiamini katika kufanya nini? Kufanya maamuzi. Kujiamini huongeza ujasiri na uwezo wa kufanya maamuzi bora. Faida ya pili ya kujitambua ni kwamba kujitambua uchangia afya ya akili kwa kuwa mtu anayeelewa hisia na mabadiliko yake, huyo mtu anajielewa sana na akili yake inakaa shapu, inakaa vizuri. Ukishajitambua unakuwa na uwezo wa kuwa na afya bora ya akili. Kujitambua huchangia afya ya akili kwa kuwa mtu anayeelewa hisia na mabadiliko yake anakuwa mwepesi sana wa kupanda viwango vya kuelewa vitu na, ku, na kuchaji akili yake vizuri. Kwa hivyo, ukianza kujitambua, faida yake nyingine ni kwamba unakuwa na akili ya iliyo bora zaidi. Akili yako, afya ya akili, mental health yako inakaa vizuri, maana unajua mabadiliko, unaelewa hisia zako, unajua hali ya maisha, jinsi inavyokupeleka. Kwa hivyo kujitambua kunachangia pakubwa kwenye afya ya akili. Faida ya tatu ambayo inaletwa na kujitambua ni kwamba kujitambua kunaimarisha mahusiano. Kujitambua kunaimarisha mahusiano kwa njia gani? Mtu anapojitambua anaweza kuelewa na kuvumilia wengine, anaweza kuwaelewa watu na kuwavumilia. Mtu anayejitambua anaimarisha mahusiano, manake yeye anajua ni kipindi gani cha kujibu nini kwa mtu fulani, kwa sababu ana uwezo wa kujijua yeye kwamba nikiongea haya yatamkwaza mwengine. Anajizuia katika maongezi yake, ili kwamba maongezi yake yasije kuwa kwazo kwa watu wengine. Kwa hivyo, anakuwa ni mtu ana utambuzi wa hali ya juu wa kuelewa watu na kuwavumilia katika maisha au tabia za wale watu. Yeye anakuwa mwepesi wa kujua tabia za watu na kujua jinsi ya kudili na hao watu kulingana na vile wanavyoishi hao watu. Kwa hivyo kujitambua kunaimarisha nini? Kujitambua kunaimarisha mahusiano. Mahusiano mengi tuliyo nayo, hii itakuwa topiki nyingine, mahusiano mengi ya kijamii tuliyo nayo yanaharibika kwa pointi moja. Pointi inayofanya mahusiano mengi kuharibika ni kuwa na uwezo au kuwa na upeo mdogo wa kujitambua. Unaposhindwa kujielewa wewe, unakuwa unaona makosa tu kwa mtu mwingine, huwezi kuona makosa yako. Kwa hivyo uvumilivu unakuwa mdogo sana kwa yule mtu mwingine, manake wewe unashindwa kuvumilia tabia za huyo mtu mwingine bila kujua kwamba huyo mtu naye anavumilia ana tabia za kwako kwa hivyo kujitambua kunaleta faida pale, faida inayokuja na kujitambua ni kule kuimarisha mahusiano. Faida ya nne ya kujitambua ni kwamba kujitambua hutoa mwelekeo wa maisha, inakupatia life direction. Ninamaanisha nini? Kujua unataka nini na kwa nini, na jinsi ya kufikia hicho unachokitaka. Kwa hivyo unapojitambua, unaanza kupata mwelekeo wa vile unataka maisha yako yaende, na unapoenda kulingana na vile umepangilia maisha yako, mafanikio yako yako karibu sana. Ndiyo maana siku nyingine nikasema kujitambua ndiyo chanzo cha ufanisi. Kwa hivyo unaelekeza maisha yako kwenye ufanisi kwa sababu unajitambua unatambua mwelekeo wako, unajua wewe unataka nini. Kwa hivyo kuna watu wengine ukiwauliza tukusaidieje, unataka nini kwenye maisha, anataka kila kitu. Haiwezekani mtu mmoja utake vitu vyote, lazima uwe na vitu unavyovilenga kwenye maisha. Kujitambua kuna kuwa na faida yake ya kuelekeza maisha yako pale yanapotakiwa. Faida nyingine ya kujitambua ni kujithamini. Ingawaje tulisema hii kwa upande wa maana ya kujitambua tukasema kujiheshimu. Hapa sasa tunasema faida yake ni kujithamini. Maanake wewe unakuwa na uwezo wa kujipima kwenye mizani kwamba wewe una kiwango gani cha uwezo wa kulelewa na watu wengine. Kujithamini ni kuthamini nafasi yako na kujua thamani yako katika jamii. Wewe una nafasi gani kwenye jamii? Ni mchango gani ulio nao kwenye jamii? Kwa hivyo faida ya kujitambua ni kwamba unaanza kuelewa thamani yako kwenye jamii, unachangia nini kwenye jamii, unaanza kuelewa zaidi thamani yako kwenye jamii. Kwa hivyo kujitambua kuna hiyo faida. Kuna kupa mwelekeo wa kujua oh, mimi nina thamani hii kwenye hii jamii value. Yaani unajua value yako kwenye jamii yenu, watu wana faidi nini kutokana na wewe? Watu wanafaidi nini kutoka kwako? Kwa hivyo kujitambua kuji, faida yake nyingine ndiyo hiyo ya ku kujithamini inakupa uwezo wa kujielewa, inakupa uwezo wa kujithamini value yourself, value, inakupa uwezo wa kuestimate value yako kwenye hiyo jamii. Kujitambua faida yake nyingine ni kudhibiti hisia. Ukiwa na uwezo wa kujitambua, faida yake nyingine inayokuja ni kwamba una uwezo wa kudhibiti hisia you can control your emotions. Wakati unajitambua ina maana gani? Kudhibiti hisia ni kule kuelewa na kudhibiti hisia zako kwa njia chanya. Yaani unadhibiti zi, unadhibiti hisia zako kwa njia chanya, njia zilizo wazi na za faida kwako. Manake kama umekasirika unajitahidi usiongee, maana utakao yaongea kwenye hasira yataleta madhara zaidi, yatakuwa ni matusi kwa wale watu unaowajibu. Ukishajua kwamba mimi nina kiu na hapa hakuna maji, unatafuta mbinu ya kupata maji. Kama una njaa, sio lazima upigie watu kelele kama mtoto mdogo. Kama una joto, sio kwamba uvue nguo mbele za watu. Kwa hivyo unakuwa na uwezo wa kudhibiti hisia zako, maana unajitambua. Yaani, kujitambua kunakupa ule uwezo wa kudhibiti hisia, kuelewa hisia zako na, na, na, na kuzidhibiti kwa njia iliyo chanya, ili kwamba zisije hisia zako zisije zikachukua nafasi ya maamuzi kwako na hizo hisia zikakuletea madhara makubwa huko mbeleni. Kwa hivyo mtu anayejitambua faida nyingine anayoipata ni kwamba ana uwezo wa kudhibiti hisia zake, control your emotions, kwamba hisia zako zisije zikamwathiri mtu wa pili pale. Kumbuka tulisema pia kuimarisha mahusiano. Katika njia ya kuimarisha mahusiano, lazima udhibiti hisia. Mtu akikugombanisha na wewe, usimgombanishe, nyamaza. Mtu akikutukana usimtukane, na wewe nyamaza. Kunyamaza kwako kutasaidia sana kumfundisha yule mtu kitu kingine kipya. Kwa hivyo katika kujitambua, tunapata faida ya kudhibiti hisia zetu. Faida nyingine ya kujitambua ni kufikia malengo. Mtu anayejitambua ana uwezo wa kufikia malengo. Kwa nini? Maana aname maana ameyapanga hayo malengo, na anaanza kufuatilia lengo moja kwa lengo lingine kufikia malengo ni kuweka na kufanikisha malengo binafsi kwa ufanisi. Nikirudi pale pia, nakwambia unapojitambua un, unaanza kufikia mafanikio. Mafanikio yako ndugu yangu yako kwenye kujitambua. Ukishajua kitu unachoweza kufanya na kile ambacho huwezi kufanya, basi huwezi kusumbuka kama we ni mfupi, sio kuvaa viatu virefu ndivyo vitakufanya uwe mrefu. Hapana, ukishajua kimo chako unaenda na kimo chako jinsi kilivyo, unajipenda. Ukishaanza kujua jinsi ya kujitambua, umejielewa vizuri, basi kufikia malengo ni rahisi mno, maana yale malengo uliyoyaweka utayafikia kwa urahisi, tena kwa ufanisi, ili pia limechangia watu wengi kuto kufanikiwa kwa sababu hatujitambui. Hatujui ni kitu gani tunaweza kufanya na kila ambacho hatuwezi kufanya. Wakati mwingine tunajichanganya kufatilia vitu tusivyoviweza ili tuviweze kwa nguvu, na mwisho wa siku hatuvifikii hivyo vitu. Sasa tusipokosa kuvifikia, tunakuwa na changamoto, we, we, we become frustrated, tunaanza kuwa na mawazo mengi maana tulitaka kufanikisha mambo yaliyo zaidi ya uwezo wetu, lakini tukishajitambua tutaanza kutengeneza malengo ambayo tunaweza kuyafanikisha sisi wenyewe katika kufikia ufanisi. Hizo ni baadhi tu ya faida za kujitambua. Faida za kujitambua ni nyingi, na kadri tutakavyoendelea na haya mafundisho, tutaendelea kueleza mengi sana kuhusiana na faida za kujitambua. Kwa hivyo kuna maana ya kujitambua, kuna umuhimu wa kujitambua na kuna zile njia e, za mchakato, kwenye mchakato zinazotusaidia kwenye mchakato wa kujitambua. Asanteni sana, tuendelee kujifunza.